Mwandishi wa vitabu na mwanasiasa wa chama cha CHAUMMA, chama cha ukombozi wa umma, CHAUMMA, Yericko Nyerere amejitokeza na yeye amejaribu kuzungumza kile ambacho amekiona kuhusiana na eh, kupotea, taarifa za kupotea kwa Humphrey Polepole. Tunafahamu Polepole alikuwa ni eh, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi na Uh, wadhifa wake wa mwisho walikuwa ni balozi wa Tanzania nchini eh, Cuba. Sasa eh, kupitia peji yake ya uh, Twitter ameweza kutweet na akaandika uh, ujumbe ambao unasomeka hivi kwa maana andiko lake, kwa maana tweet yake aliandika akahoji mambo haya. Ameandika hivi, nchi hii nzuri sana ila watu wake ni wajinga sana. Hawajawa tayari kupiganiwa. Uh, ni mwendo wa kuhamisha koti tu. Leo Kanisa Katoliki, kesho Bakwata, kesho kutwa Chakubanga, mtondogoo kapteni. Mara e, chakutekwa na shuhuda uh, atakutwambia kamwona aliyemteka kabisa, na anamtaja kwa jina, kisha anatuambia Chaku anakifaa mwilini hivyo atakuwa kokota aendako. Mtu huyu anayetwambia uh, hayuko Bongo na anajua location zote za Chaku. Ukirudi nyuma wiki mbili tu, jeshi la polisi lilikuwa likimtafuta Chaku, naye akasema yuko Ulaya, watumie Interpol kumhoji. Wabongo walewale waliomshangilia Chaku leo wameungana kusononeka. Unajiuliza, sisi watanzania ni nani? Jibu, sisi ni mang'ombe. Chaku kashatuona mang'ombe anacheka afu akaweka uh, akaandika pia anyway, mimi sina akili timamu, japo mimi ni mjinga, lakini sio mjinga eh, kwa watu wote mm. Ukiangalia hapa anajaribu kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kimemtolea kimemtokea Humphrey Polepole na anatumia tafsida, wezekana nawe ukanaambia kwenye maoni hapa, Yericko anamaanisha nini hasa, lakini amemtaja mtu ambaye anaitwa ni chaku akiunganisha taarifa za kupotea kwa Humphrey Polepole na tafsiri yake. Anaona kwamba kuna mchezo ambao unafanyika katika hiki, na nimejaribu kusoma baadhi ya maoni ya watu wanazungumza nini hasa kuhusiana na hiki ambacho amekiandika mwanasiasa na mgombea ubunge kupitia jimbo la Kigamboni e, eh, Yericko Nyerere ameandika: wewe, wewe ndo ng'ombe jike ambaye yuko katika joto. Mnatia hasira sana nyinyi watu. Kwa hiyo ulitaka aseme yuko Kigamboni kukufurahisha wewe na macho, uh, macho kengeza au kuna siku ulitupa hapa hadisi yako ya uongo kufuatilia. Hakuna aliyekukejeli, sasa cha kumwache kavuna alichopanda, kama ambavyo wengi walifikiri na wewe wakati ule ungevuna, kumbe wewe na makengeza na timu yenu wote waramba asali. Anaandika, wewe ndo ng'ombe mwingine aliye hasiwa. Mwingine anaandika, haki vile mimi najiona mjinga sana kukufollow mtu mpumbavu kama wewe Mwingine mandika da, unaweza kumheshimu mtu kumbe ni ziro. Mwingine mandika alipoitwa na polisi akasema hawezi kuja sababu yupo Ulaya na polisi kama wanamhitaji watumie Interpol. Sasa imekuwaje tena Yericko? endelea kuwanyosha wasiopenda kuambiwa ukweli kwenye majambo serious. Mwingine mandika, hapana, ametumia tusi kubwa sana sasa kulitamka hapa. Mwingine mandika, wewe pamoja na ukoo wako ndio wajinga. Mwingine mandika mwandishi wa vitabu ndo huyu sasa Ayu, unaona, mimi mwingine ameandika, da hivi, wewe ndio mwandishi wa vitabu unayesifiwa Yeriko Nyerere ndika, unatumia akili hii kweli au una namna, ulikuwa unatumia akili bandia? Kwa mwenendo huu bro, wewe unapotea kabisa, jinga lingine nendo uubwewemongonimwa maoni ambayo ukiyasoma katika uh, posti ya Yeriko Nyerere ambayo ameiposti masaa kadhaa aliyopita inasomeka hivyo. Na unadhani una maoni gani katika hili hapa? Na unadhani kile ambacho amekiandika Yericko uh, Nyerere kina uhalisia gani hasa? Niambie katika sehemu ya comment itakuwa eh, tujue ni nini ambacho una, unadhani hasa ukweli wa mambo uko vipi katika tukio hili, asante.